Okay, nadhani tuliishia hapa kwenye video iliyo iliyopita, na sasa hivi tumwendelezo. Sasa tunaanzia hapa na kwenda mbele. Kwa hiyo hapa tulijaza tulijaza a, a ombi maombi, tulijaza maombi. Unaweza ukajaza ombi jipya, au una passport yako imeharibika au nini, viko hapa: passport imejaa au ama kupata passport ya kielektroniki pasipoti iliyopotea au pasipoti iliyoharibika. Sasa sisi tuliweka ombi jipya, tukaweka na namba za simu ili kuambia ni namba ya nini, lakini unatakiwa uweke namba yako rasmi, kwa sababu hii ndo utafanya nini, utalipia hii hii hii namba yako utakayojaza hapo ndo itakayoenda kwenye mfumo kule moja kwa moja, na ndo utakayolipia hii namba, yani pesa unatakiwa ijaze kwenye namba ambayo utakayokuwa umejaza hapa. A, nchi Tanzania. A, tulisema kwamba sehemu ya kuombea kama uko Tanzania bara unaweka Tanzania bara. Kama uko Tanzania visiwani, unaweka Tanzania visiwani, kisha unaanza ombi, unagusa anza ombi. Aha, ukishafika hapa, ili hii ndio nini, unapewa namba ya utambulisho wa ombi lako. Hii hapa namba utambulisho, kwa hii hapa unatakiwa uiandike, uisevu sehemu hii, uisevu sehemu, kwa sababu hii ndio itakakutambulisha. Kwa hiyo uh, maombi yako ombi ombi namba Unatakiwa uichukue hii, uiandike sehemu hapa. Anakuambia iprinti kabisa, ndio hii hapa. Unaweza ukaikopi pia ukaiweka sehemu. Endelea, unaendelea sasa. Hapa kwenye kuendelea, kuna taarifa binafsi lazima uzijaze ili ah, maombi mengine yaendelee. Mfano hapa unaambiwa, jina la kwanza. Jina la kwanza lazima uandike jina la kwanza, mfano tunaandika koleta Okay, tuandike kwa herufi kubwa. Tunaandika Koleta. Jina la kati, Mabruki, Mabruki Rajabu. Okay, jinsia tunaweka kike hapa. habari za ndoa je, umeoa umeolewa, au upo single? Unaweza ukasema sina ndoa, nina ndoa, mtalaka, mfiwa, ni wewe utachagua ipi, single boy au single single girl? Sawa, kazi utaandika kazi, mfano unaweza ukaweka mjasiria mali, mimi niwekaga mjasiria mali aha. Unakuja chini utambulisho. Sawa, hii ni taarifa binafsi. Hapa chini utambulisho, utambulisho namba ya uraia ndo nini sasa, ile namba ya NIDA sawa. Unajaza namba ya NIDA hapa, mfano tuandike namba ya NIDA hapa, utambulisho. Hapa kwenye utambulisho kuna vitu lazima ujaze, unaweza ukajaza namba ya uraia, yani namba ya NIDA, kitambulisho cha mzanzibari mkazi unaweza ukaweka kile kitambulisho cha mzanzibari mkazi. Ni wewe sasa, utaweka ipi? Namba ya nida au hiki hapa? Nadhani bara bara mara nyingi wanatumia hii na Zanzibar mara nyingi wengi wanatumia hii pia, na nida pia. Kwa hiyo baada ya hapo utaselect picha hapa, lazima uselect picha sawa. Kwa hapo utafungua hapa bros, unafungua bros alafu unakuja kwenye nini zako, mfano tuingie hapa kisha tuje wapi? Okay, okay, okay. Okay, tuje tufungue hapa hapa, tunaweka picha hii hapa, kisha tunakubali, kwa sababu ilikuwa ni picha ambayo ni sahihi tayari, moja kwa moja imejaa hapa sasa tunaenda chini, kuna tarehe na mahali pa kuzaliwa. Unaandika tarehe na mahali pa kuzaliwa, tuweke tarehe mbili, jamani. Nafanya hii ni ya kukuonyesha tu, lakini wewe unatakiwa ujaze kitu ambacho kiko sahihi, sawa eh? ujaze kitu ambacho kiko sahihi. Mimi hapa nakuonyesha tu hapa mwaka, tuweke mwaka elfu mbili Aa, tuweke, tuweke sabini na tano. Na, na, na, na saba hapa ulipo, nchi ulipozaliwa, nchi ulipozaliwa ni Tanzania, Tanzania. Aa, eneo ulipozaliwa, unaweza ukaandika eneo ulipozaliwa ni wapi, sawa eh? eneo hapa tuandike wapi? Tuandike Tanzania, Tanzania bara. Kama zanzi, kama ulizaliwa Zanzibar andika Zanzibar, kama ulizaliwa Tanzania bara andika bara. mkoa tuandike mkoa wa Kigoma Kigoma ndo nyumbani eh? kwa hiyo Kigoma i hapa. Wilaya wilaya ya Kigoma ehe uh-huh. kata nini, mimi wani wa Kigoma kusini eh? hapa kuna buzeba zeba, kuna Katubuka, kuna Kigoma mwanga kusini mwanga kaskazini. Mimi ni mwanga kusini eh. Mtaa kijiji Yusufu, watu wa Yusufu wananifahamu vizuri sana. Hifadhi. <laughs> ah, alafu endelea, tuna hifadhi, alafu tunaendelea. Okay, kinachofuata mawasiliano. Hapa unaandika sanduku ya posta kama uko nayo, unaweza ukaandika. Mfano kwa mimi ambaye niko Dar es Salaam, mara nyingi natumiaga sanduku ya posta hii hapa. Kwao nikijaza sio ni, kigusa, ni hivi kila kitu kinajijaza, wapi niliko, kila kitu na kila kitu na kila kitu, tunajaza hivi. Kwao nikiweka tu kila kitu kina kinajijaza. Sawa, haya ni mawasiliano yangu mimi binafsi. Sasa uangalie namba ile ya kule nimeweka nyingine hapa tena nimeweka namba nyingine ehe. <laughs> kwa hiyo unachagua mkoa huko mkoa, mkoa, mkoa gani? Aa, mfano niseme Dar es Salaam mimi niko Dar es Salaam, wilaya tuweke Ubungo ambako ndo ninakoishi mimi, kata ya Saranga. Sawa, hapo unaambiwa unaweza ukahifadhi na ukaondoka, lakini hapa pia unaambiwa hifadhi na uendelee. Sawa, tunahifadhi alafu tunaendelea. Halafu hapa kuna habari za baba, kama nilivyokuambia, mara nyingi baba ndo anayechukua baba tunaandika jina lake kashindi jina hilo hapo tarehe saba mwezi wa saba mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba sabini na sita sori sabini na sita i hapa sabini na sita sijui niko sahihi hivo nchi alipozaliwa tanzania Aha, eneo la kuzaliwa bara mkoa mkoa wa Kigoma. ah, baba yangu alizaliwa nini? Alizaliwa wapi? Alizaliwa Tabora, Tabora, Tabora, Tabora iko wapi? hapa Tabora, Tabora, Tabora, Tabora, Tabora, Tabora, Tabora, Tabora. Eh, wilaya Tabora si DB ok sasa hapa hapa ndo waga, sijui ni wapi niweke. Tunaweka tu vyovyote vile, naweka tu vyovyote. Sawa, habari za mama unajaza pia. Mama yako alizaliwa wapi? Unahifadhi alafu unaendelea. Yaani unatakiwa ujaze hizi moja baada ya nyingine, moja baada ya nyingine, moja baada ya nyingine, ili uende. Sawa, hapa inakuja nini? Mazumuni ya safari unachagua mazumuni ya safari ni nini? Mazumuni ya safari kutembea, kutembea. Inchi unakoenda ndo pale nilipokuambia unaenda wapi, unaweza ukaandika Marekani, unaweza ukaandika sijui wapi, sijui wapi. A, tuandike atuandike wapi? Tuandike Marekani? tuandike wapi? tuandike Marekani, eh? tuandike wapi. A, tuandike Marekani. Marekani, Marekani iko wapi? Marekani, yeah, tuandike hapa United States unako ndo, ninakuelekea. Mfano huu ni mfano tu, wewe utaweka wapi unakuelekea wewe. Okay, kisha hapa mtu wa kwanza katika, kaka, wa dharura jina lake labda tuandike aa, jina kamili, yaani mtu wa kwanza yule ambaye labda unaweza ukapata dharura akapigiwa simu ni nani? Tuandike labda hapa Nastro Nastro kijana Rajabu Huyu ndo mtu wa kwanza, namba yake ya simu labda e, tuandike namba yake ya simu hii hapa, tujaze hapa kazi mjasiriamali. Eh, namba ya nyumba unaweza ukaandika namba ya nyumba unakoishi. Mahusiano unaweza ukaandika labda ni mke au ni mume. Sawa, mke au mume tuandike mume, au yeyote kama ni ndugu yako ambaye umemjaza, ni nani yako muandike hapo mume mtu wa pili, mtu wa pili labda tumwandike ni nani, tujaze huyu hapa, huyu huyu tumjaze mwenyewe. Hilo jina la koleta ni nini, mahusiano, namba ya nyumba kumi na tisa, labda rafiki wa karibu hivyo, sawa eh, tunaendelea. Oh, kazi mjasiriamali, maana iligoma hapo, hadi inahitaji kazi. Sasa hapa sasa ndo kuna viambatanisho ambavyo unahitajika uviambatanishe, sawa eh? mfano viambatanisho vilivyopo haina viambatanisho, kuna cheti kiapo cha kuzaliwa cha mzazi wa muombaji. hapa sasa ndo unajaza ile nini, unatakiwa uwe umescan Sawa, huo umeskani ile nini, unayo kwenye PDF, yani umeskani cheti cha kuzaliwa cha baba unakiingiza hapa. Sawa, ah, unaweza hapo. Umeomba cheti kiapo cha kuzaliwa cha mwombaji ya kwako. Sasa cheti cha kwako cha kuzaliwa unaweka we ni hapo, unaingiza hapa, unaweka unaingiza hapa, unaweka kitambulisho cha kazi na barua ya ombi la pasipoti kutoka kwa mwajiri mu, walioajiriwa au barua ya utambulisho kutoka serikali ya mtaa, afisa mtendaji wa wakata. Hapa pia nilisahau hapa kuna barua ile ambayo unaenda kule kuomba kuchukua barua kule, nilisahau kukwambia, unaenda kuchukua barua na yenyewe pia una unaijaza hapa, sawa. Ukishajaza hivi, ndio hivi vyote vilivyoko hapo, unaweza ukaangalia. Ukishajaza hivi hivi una, unaendelea. Ukishajaza unagusa hapa hifadhi, inaendelea kisha unakuja kuja hapa tamko rasmi, ili e, tamko rasmi ndo utapewa sasa kwamba hii na nini imejazwa imeingia nini umejaza ime, ime, ime taarifa hii na nini, tunasubiri sasa uhakikishwe. Uh, baada kama sekunde ngapi itakuja hapa ta, tamko rasmi. Ikimalizika inakuja malipo, utatumiwa fomu uh, hii fomu ina namna hii, ngoja nikuonyeshe. Uh, utatumiwa fomu... unakuja fomu ya namna hii jamhuri ya muungano wa tanzania sijui nini na nini inajazwa hapo unapewa na kumbukumbu namba unapewa na gharama shilingi elfu ishirini unapewa kama ni akaunti unapewa na akaunti ya kulipia na lakini mara nyingi inakuja nini inakuja hii hapa nini namba hii kontro uh, namba sawa so, ukishalipia kwenye hiyo kontro namba ukilipa tu ukilipa hapa inakuja inaku, inakuonyesha kwamba imekamilika Sawa, ukisha kamilika kuna, kuna nini sasa, utapewa itakuja sasa, kuna sehemu atakuandikia pale pakuwa ama download, download form sasa hiyo form. fomu itakao downloadiwa ni hii hapa ni hii hapa. Asa, hii ndo fomu sasa ambayo wewe, haya ni sehemu ambayo ulijaza kwa hiyo kuna sehemu ambayo utakuwa cheo sahihi, unaweka sasa sahihi zako. Hii fomu utakiwa uidownload na uiprint Ukiprint sasa upate makaratasi kamili, kwa hiyo sasa haya makaratasi kamili ndio ndo utakayoenda nayo sasa. Sasa kule ofisini sasa ndio unaenda sasa na hizi hizi karatasi sasa, karatasi zinahitajika nini, wewe ndio umeambatanisha cheti cha kuzaliwa cha baba cha kwako, uwe na, na kopi ya ile ni namba yako ya NIDA, uwe na kopi yake. Uh, utakuwa na ile barua ambayo uliandika kwa niaba ya maombi uh, na ile nini hii hapa ya, ya malipo hii hapa ya malipo invoice, na hii hapa ya malipo hii utakuwa nayo, na kwa hiyo hivyo vitu utakuwa na hii utakuwa na hii hapa ya maombi aa, na hizi, na hizi nini zote hizi karatasi zote zote zote utaenda nazo kule. Alafu cheti cha kuzaliwa unatakiwa uwe na hizi hizi lazima uwe nacho hiki uende na, na, na hii kopi baada ya hapo utaenda ofisini kule. Ofisini kuna sehemu utaelekezwa uende uache hiyo fomu, utaojiwa, kuna maswali utaojiwa, kuna nini utajaza, alafu utapiga picha na kisha utapewa siku za wewe kwenda kuchukua, kuchukua hiyo uh, pasipoti yako. Kwa hiyo tuishie hapa, nadhani sikutaka kwenda mbali kwa sababu sikutaka kuchukua hii nini, hii fomu, sikutaka si siku nini kuchukua hii kwa sababu nilijaza vitu ambavyo sio mara namba za simu nimekosea, mara nini. Kwa hiyo sikutaka kuchukua, ndo maana tumeona tuishie hapa, kwa sababu ningeendelea hapa, ilikuwa imenijia hapa kwenye tamko rasmi na yaje nini ya malipo na nilipie. Sasa sina shida na hii, nilikuwa nakuonyesha tu namna ambavyo unaweza kufanya ukapata na wewe passport yako. Ni rahisi sana, ni rahisi sana na haichukui muda uh, ukishajaza hapa tu unatakiwa kesho yake unaenda sasa kupeleka ifomu kwenye ofisi husika na pale kuna ratiba zingine zitaendelea kule, kisha utapata pasipoti yako. Simpo kama hivyo. Karibu sana Rabaone.